Karibu okay, sana ndugu mfuatiaji wa faulink.com. Leo unaenda kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wetu wa Excel. Huu ni mfumo bora kabisa wa matokeo ambao unaweza ukatumika kwenye mitihani ya jointi kama vile mitihani ya wilaya, mitihani ya moko, mitihani ya joint kama una una mnafanyisha mitihani ya joint kwa shule mbili, shule tano, shule kumi, basi ni mfumo bora kabisa ambao unaweza ukautumia. ya na ni mfumo wa offline kwa sababu ni Excel. ya okay, kama unavyoona hapa, cha kwanza unaanza kusajili majina, masomo ulionayo. Unasajili masomo ulionayo hapa hivi, unaweka masomo na huku unaweka kifupisho kama unataka kutoa kwa mfumo wa nekta format unaweka kisipisho kama kawaida, na kama hapa nafasi haijatosha, unakuja unaweka huku masomo mengine. Ya lakini kama ni kwa divasi umewekewa hapa, bam na general study unaziweka hapa mwishoni, lakini kama ni kwa olevo basi hapa hautahusika nayo okay. Sasa hapa cha kwanza inatakiwa uanze kufanya settings zingine muhimu sana hapa. Hivi hapa ndo naanza kufanya setting muhimu, kama unavyoona hapa, average inaanzia ngapi, ina F inaanzia ngapi na inaishia ngapi, A inaanzia ngapi na inaishia ngapi? Kama unavyoona hapa, grade range pia unafanya na ni huku, lakini division point kama kawaida, remarks kama kawaida pia unaweka, lakini hapa unaweka kwamba chini ya masomo mangapi matokeo asiweze kutoka, unaweka kwa mfano, chini ya masomo saba, basi iandike ni complete, lakini kama hajafanya kabisa, inamwandikia absent kwa yeah. Huku unaweka hizo format mwenyewe, lakini hapa umewekewa kwamba unaweka hapa o oh, kama ni kwa olevo, na kama ni kwa olevo basi utakuja kuchukua huku hivi kwa format zako. Kama ni kwa advance utaweka hapa a hey, na utachukua setting za, lakini sasa hivi sisi tunafanya mfumo ni kwa o level, kwa hiyo tunaweka hapa kama kawaida. Lakini masomo yako yote uliyosajili kule yanakuja hapa hivi, na hapa kama unataka utumie condition, kwa mfano kama nataka utumie condition yote umeambiwa weka k kwa kuchukua wastani wa, wa kawaida uliopo huko, lakini kama unataka kuweka condition basi tunaweka C na ukishaweka C si, hapa unachukulia kwamba ile alama iliyoingia kule, labda unataka uzidishie mara mia moja afu ugawie na mia moja hamsini kwa mfano, ile mitihani ya practical kwao, kama kule kuna alama mia moja hamsini basi zinazidisha na mia moja gawia mia moja hamsini hapo ni Condition. Lakini kama unataka uchukue average iliyopo kule kama kawaida basi unaacha tu hivyo alama ya okay, yeah, kama unavyoona kwa hapo. Unafanya setting zingine muhimu, ukishamaliza basi unakuja sasa kwenye kuingiza majina na kuedit majina. Majina kama kawaida unaweka hapa majina yako, namba ya mwanafunzi, jina la kwanza, la pili, la tatu, lakini kama umecombine uh, yote kwenye seli moja basi amna shida, unakuja tu na paste hapa hivi, na kumbuka unapokuwa na paste, u paste special, unatakiwa paste special special. Kwa maana gani? Kwa mfano mimi nataka nimekopi hapa hii hapa, nikija ku paste hapa, natakiwa ni paste special hapa, moja kwa moja natakiwa paste special hivi. Lengo la paste special, ina maana hapa iwezi karibu Format. Unapo paste kawaida na maana hii seli itachukua format ya huko ulikotoa, kwa always unapokuwa unafanya copy and paste kwenye Excel paste special value kama nilivyokuelekeza hapo hivi. Special value siyo ya pamoja kwa moja, ili usiweze kubadilisha format ya kwenye seli husika. Koo okay, kama kawaida hapa utaweka majina, hapo utaweka kidato na hapa hivi utaweka sex kwa maana ya jinsia, na hakikisha unaweka hizo herufi kama ulivyoelekezwa, M na F ya kwa wavulana na wasichana. Hapo utaweka jina la shule kama kawaida, hakikisha jina la shule ulioliweka hapa moja kwa moja litokee hapa. Kwa hiyo kila mwanafunzi lazima aainishwe jina la shule yake. Kwa hiyo mm, shule utaziandika hapa kama kawaida, shule zote zilizoshiriki kwenye mtihani utaziandika hapa, na kwa kila mwanafunzi basi lazima uindicate shule yake, na hakikisha exactly inakuwa the same, na huku usiache space wala herufi hata moja isitofautiane stofautiana ukiona spesi katika utofauti wa shule wa za wanafunzi na shule husika basi itasomeka kama ni kitu kingine yeah. K baada ya kujaza hapo taarifa za wanafunzi na shule basi utakosha maliza kazi. Kinachokuja sasa ni wewe kuja kuingiza matokeo, unabonyeza yeah, masomo yale ulioyasajili kule na wanafunzi, utakuta huku utakuta kule huku, wanafunzi wako uliowasajili na shule zao, basi utaanza kuingiza alama kama kawaida. Ya, kwa kama kuna test 1, test 2, test 3 au kuna theory na practical ina maana hii ni sehemu yako ya kujaza alama kama unavyoona. Kwa mfumo unakuwezesha kuingiza kama umefanya unataka kutumia testi mbili au testi moja au kuna practical. Kama kuna practical, haina haja ya kuangaika wewe unaweka hapa paper 1 na paper 2 afu yenyewe nachukua average, basi mambo yanaenda kama kawaida okay. Kama kawaida hapo unajaza tu alama kwenye masomo yote yaliyosajiliwa. Ukishamaliza kujaza alama unakuja hapa kama kawaida, ukishamaliza, maana hapo umeshamaliza kujaza alama. Kinachokuja kufanyika sasa ni wewe kuangalia tu sasa matokeo, kwa sababu umeingiza wanafunzi, umeingiza alama, wewe unakuja sasa kuangalia matokeo, unabonyeza hapa hivi unaangalia matokeo kama kawaida ya yeah. Kama kawaida, hapo utapata matokeo, hapa ni absent kwa sababu hakuna alama yote iliyoingia. Ngoja sasa tujaribu kuingiza alama mm kadhaa hapa tuone kitakachotokea. Tuingize alama kadhaa hapa, niingize alama kadhaa kwenye hao wanafunzi wangu wawili, niingize alama kadhaa kwa hao wanafunzi wangu wawili niingize okay, ingiza alama ili twende sawa, mfumo uwe kabisa na walisia. Niingize alama ili twende moja kwa moja, mfumo uwe na walisia kabisa hapa kama kaida, kama unavyoona naingiza alama, naingiza alama hapo kwa wanafunzi wangu wawili. Aa, naingiza alama kwa wanafunzi wangu wawili, lengo tupate uhalisia wa matokeo ya. Ukishamaliza kuingiza, unavuta tweak hapa, ki horizontal scroll bar unavuta, then unakuja sasa tuje tuangalie matokeo. Mwanzoni apakuwa na matokeo yote, kama unaviona hapa, tayari masomo aliyoingia, tumekuja tayari kupata matokeo yetu hapa, kama unaviona yes. Hapa imekuja hivi kwa sababu huko hatujaweka hatujaweka kifupisho cha somo. Ngoja tuje tuangalie hapa. Yes, hapa tujaweka kifupisho cha somo b o hapa ad hapa iko e. Kwa hiyo hakikisha unakuwa makini y yeah, kama unavyoona hapa. Maana ukishaweka kifupisho cha somo basi mambo yanakuwa mazuri zaidi kama unavyoona hapa na, na maana hapa tayari nanionyesha hapa kuna division 1 na kuna division 3 ina maana hapa amekuwa wa kwanza na uyo hapa amekuwa wa pili, kwa matokeo yanakuja kama kawaida yeah. Lakini sasa hapa hivi tunaangalia hapa haina aina, aina kitu hapo, ina maana hapa tumechagua shule ambayo ipo. Sasa tuje tuangalie shule yenyewe inaitwa Faustini, Second, Faustini Secondary. Unakuja unatafuta hapa shule tuliojaza ni moja, ina maana hapa mimi na wanafunzi wawili kama unavyoona hapa kuna division 1 moja division 3 moja, kama unavyoona mambo mazuri kabisa okay, Lakini kwa mfano kama unataka kupata tu wanafunzi wa shule hiyo unakuja una una remove hapa, unaiondoa unakuja tu unapiga, ili upate wanafunzi wa shule moja, ili uje wa pinti wanafunzi wa shule husika, lakini kama unataka wote basi utakuja hapa heni utaruhusu hizo tiki kwa shule zote zenye utakiki, kama utaki blanki tokeo unaiondoa, okay. Kwa kama unaviona hapa, ndugu mfuatiliaji wa uh, faulink chaneli, mambo ndo hayo hapa hapa, utakuwa unabadilisha namna utakavyoweza wewe mwenyewe. Baada hapo sasa nakuja kuangalia nafasi ya kila nafasi ya kimasomo sasa. Naangalia hapa nafasi, sasa somo gani limefanya vizuri zaidi? History likafuatia history na english, yote ameshika nafasi moja. Tukaangalie history, english na biology kwenye kujaza alama, tuangalie uhalisia. jeni sahihi angalie usahihi history, English, biology, history, English, biology, history, history hapa. Yeah, utafuta average kwa history hapa ni kumi na nne na na ile kumi na nne na mara pa inakuwa sabini na mbili English hapa kuna kumi na nne hapa kumi na tatu na ile kumi na nne kwayo average ni sawa, kwayo ni sahihi kabisa. Mfumo umefanya kazi vizuri kabisa bila shida yoyote, safi sana yakokumba hapa tunapata average yenyewe saina mara. Hapa tunakuja kuangalia sasa shule na, na somo gani limefanya vizuri kwa maana average na asilimia, somo gani limefanya vizuri, somo gani halijafanya vizuri, na inakupa na idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani. Idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani hapa chini una, unaipata hapa unakuja naangalia sawastani wa kila somo hapa hivi. Kama unavyoona hapa, tumeingiza details za shule moja, details za shule moja hii story ine imekuwa imeshika nafasi ya kwanza hapa kwa position geography hii, kwa maana kwa hii shule kwenye hii story imekuwa ya kwanza kwa geography imekuwa ya kwanza kwenye Kiswahili imekuwa ya kwanza, kwenye English imekuwa ya kwanza kama kawaida. Kwa ina maana ni kwa sababu hapa tumeingiza details za shule za shule moja peke yake. Kwa hiyo huku unakuja unapata school rank. Unakuja kupata school rank. Hapa nakuja kuangalia sa wanafunzi waliofanya kama, amaaa tumeingiza shule moja hapa, utapata wanafunzi waliofanya vizuri kwa masomo yote kwa e jumla, na maana, lakini pia kwa wavulana na kwa wasichana peke yake. Hapo nakuja kupata wanafunzi waliofanya vibaya kwa masomo yote, wale ten best na wale ambao ni worst student. Hapa waliofanya vibaya kwa kila somo takuja kuangalia hapa hapa hivi hapa ni wale waliofanya vibaya, waliofanya vizuri zaidi kwa kila somo. Kwa kila somo waliofanya vizuri, kwa wale kumi bora, waliofanya vizuri kwa kila somo hapo, kwa masomo yote yaliyoingia. Lakini hapa itakuwa waliofanya vibaya kwa kila somo pia, yeah. Kwao kama kawaida, mfumo ndo naenda, unaenda hivyo. Ya kwao ni mfumo ambao unakupatia detaili zote, lakini wewe utakuja kuediti hapa hivi, ndugu mteja wangu wa thamani sana, utakuja kuediti ni hapa. Nimekupa haki yote ya kuediti hizi taarifa, kwa hapo taidi, taarifa unazozihitaji unapoediti hapa hivi zitatokea, utakacho kiediti kitatokea kwenye ripoti zako zote, lakini pia kuna maeneo ambayo yanakuhitaji uediti hapa kama kawaida. Okay, asante sana ndugu afatiliaji wa faulink.com karibu tena kwenye chaneli hii, lakini tafadhali subscribe kwenye faulink.com channel. Asante okay. Lakini kama unataka kupata uelewa zaidi, kuna mifumo mingi ambayo ina inatengenezwa na faulink channel, mifumo mingi inayotengenezwa na faulinki channel kwao, unaweza tukaingia kwenye unaweza ukaingia kwenye Google ukaandika faulink, ukaandika faulink.com. Ukishaandika faulink.com unakutana na mfumo kama unakutana na mifumo yapo kwao. Sasa hapo unaweza ukajisajili ukapata mfumo wako safi kabisa. Hapa unajisajili heni unakuwa na uwezo wa kutumia mfumo, lakini hapa ni ni kwa offline ni, sorry hapa ni kwa shule moja. Na mara hapo ni kwa shule moja peke yake, hapo ni kwa shule moja, hauwezi ukatumia zaidi ya shule moja. Lakini kama unataka kwa shule zaidi ya moja, kuna mfumo ambao nitakupa pia, ambao una features tofauti tofauti, ambao unaweza ukatumia za kwa zaidi ya shule moja. Kwa mfano mfumo wenyewe kwa sample utaandika secondary mfano wa mteja wangu, kuna mfumo unaitwa kuwa mtoro.faulink.com. Mfano utaingia hapa hivi. Ukishaingia hapa then utaingia Ya, ukishaingia hapa angalia, utakutana na mfumo safi kabisa ambao unaweza ukakuwezesha kufanya vitu vyote. Unaweza kusajili wanafunzi, unaweza ukasajili staff, ukawapa account accounti zao, kila mmoja akawa na uwezo wa kuingia kwenye mfumo na kujaza details zao. Lakini pia unatengeza madarasa ulionayo, masomo, unawasaini walimu, kila mmoja na somo lake, unaingiza masi, unabandika, una matokeo, then mfumo wa NECTA zaidi pia unawapangia walimu majukumu, kila mwalimu anapoingia anakutana majukumu yake, lakini yeah. Kingine ni ada, unaweza pia ukasimamia mambo ya michango, kama unavyoona, unaingiza michango ya wanafunzi. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaweza ukamanage kila kitu kwao, na kushauri ndugu mfuatiaji wa Faulink chaneli uweze kusubscribe kwenye chaneli yangu, lakini pia unifollow kwenye fau ili upate mifumo yote ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kurahisisha majukumu yako. Yeah, kama unavyojua Faulink channel ni mfumo ambao una konteni mifumo mingi kama vile mfumo matokeo, mauzo, uhasibu, vikoba, mikopo, ratiba pamoja na vitu vingine vingi. Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa Faulink channel, asante sana kwa kunisikiliza.